Na mtazamaji mtezamaji, tukiachana na hayo, tuangazie masuala mengine ambapo raide, Rais William Ruto akitarajiwa kuanza ziara rasmi ya kitaifa katika maeneo ya Mlima Kenya kuanzia hapo kesho ili kuweza kufanikisha na kuzindua miradi mbalimbali eneo mbali hilo. Wito umetolewa kwa viongozi na wakazi wa sehemu hiyo kudumisha amani watirais atapozuru eneo hilo. Viongozi wa Waislamu wakiongozwa na mwenyekiti wa Baraza Kuu la Waislamu kaunti Vihiga, Shoboge Zubera, wametoa wito kwa wakazi wa Mlima Kenya kudumisha amani, huku vijana wakishauriwa kutotumiwa na wanasiasa kuendeleza vurugu wakati wa ziara yake. Rais William. Eh, uh, e, tunaomba watu wa huko ya kwamba e, rais anapokwenda kuwatembelea huko waweke amani. Hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kuwahusisha vijana katika uh, mambo za fujo uh, ili ndio muonyeshane ubabe. Mmoja wetu kama ametolewa ame kwenye kazi, akae chini, ah, ahubiri amani, ndio watu hata wakimwangalia wanaona kwamba ha, huyu alipotolewa kwenye kazi hata angekaa huko angekuwa mtu Uh, wa kuweka amani angekuwa mtu wa maendeleo. Lakini sasa ukienda kuwaitisha ku, vijana tuwapatie vitu vibaya madawa za kulevya ili wafanye fujo, basi unaonyesha picha mbaya, unaonyesha jina mbaya, na hata wakati mwingine uh, wananchi hawezi kukufikiria kukupatia uongozi wowote. Kwa hivyo tunawaomba watu wa Central Kenya waweke amani na hata mahali pengine popote. Ndio mwenyekiti wa Waislamu wa Sabatia Technical College. Mi nahimiza tu vijana kwamba amani ni kitu ya muhimu, kitu cha kwanza. Huenda tukatumiwa leo na tukaachwa hivyo, lakini maisha ina, inafaa iendelee. Kwa sasa tukienda kuvuruga amani kila saa kwa watu wengine, kuna wale wanataka amani, kuna wengine hawataki amani. Sasa mimi nilikuwa naimiza tu vijana kwamba tujitokeze na tusimame imara. Tusitumiwa na wanasiasa ama mirongo tofauti tofauti ili tuharibu amani. Maana amani ni kitu cha muhimu sana. Bila amani hakuna penye tunaenda. Amani ndio inafanya hata tuko hapa tunajumuika pamoja. Sasa iwapo tutaimba kila kibwagizo katika kila shairi tuimbe amani. Mimi nadhani hilo jambo litakuwa la busara kwetu na litatujenga kama vijana na hata hivyo itatuonyesha mwelekeo kwamba kuna vijana ambao tunaweza tukajisimamia bila kupewa mwelekeo na ama kutumiwa vibaya na wanasiasa ama mbele tofauti tofauti.